Hapo zamani za kale kulikuwa na tumbili mwerevu aliyeishi juu ya mti mkubwa wa mtunda kando ya mto mrefu. Mti ule ulikuwa umejaa matunda matamu yaliyomvutia kila kiumbe wa msituni. Siku moja, mamba mkubwa aliyeishi ndani ya mto huo alisikia harufu ya matunda hayo na akaona tumbili akijifurahisha juu ya mti. Mamba huyo akasema kwa hila, "Tumbili rafiki yangu, njoo nikupeleke kwa mfalme wa mamba Seleta. Amesikia sana kuhusu akili zako na anakutaka uende kumtembelea." Tumbili alimtazama mamba kwa mashaka, akamjibu, mfalme wa mamba M? Hiyo ni heshima kubwa, lakini nitafikaje huko bila kuzama kwenye maji? Mamba akatabasamu na kusema hilo usilijali, panda tu mgongoni mwangu, nitakupeleka salama kabisa. Tumbili akashuka taratibu kutoka juu ya mti na kupanda mgongoni mwa mamba. Walipoanza kuvuka mto, mamba akafungua kinywa chake na kusema hivi, unajua kwa nini mfalme wa mamba anakutaka? Si kwa sababu ya akili zako bali kwa sababu anataka moyo wako, eti ni mtamu sana. Tumbili alishtuka, lakini kwa ujanja wake akasema, aa, kwa nini hukuniambia mapema? Ningeleta moyo wangu niliouacha juu ya mti. Mamba akashangaa, moyo wako uko juu ya mti? Tumbili akasema, ndiyo, sisi tumbili tunaweza kuutoa na kurudisha. Nirudishe haraka nikauchukue. Mamba akaamini na kumrudisha tumbili upande wa pili wa mto. Tumbili aliposhuka tu, alikimbia haraka Akapanda juu ya mti na kuanza kucheka, ehe, mamba mjinga wewe! Nani anaweza kuacha moyo wake juu ya mti? Tafuta mwingine wa kukuamini. Mamba alijua amedanganywa, akaona aibu kubwa na kuogopa kurudi kwa mfalme wake bila moyo wa tumbili. Tangu siku hiyo, mamba walijifunza kuwa akili ya tumbili ni hatari kuliko meno ya simba. Funzo: ujanja na busara vinaweza kukuokoa hata katika hali ngumu zaidi, na kamwe usimdharau mwenye akili, hata kama mdogo au dhaifu.